Kwa hiyo asema hiyo akwenu sasa nimekuwa kubwa mimi mwenyewe mpaka nashindwa kujitatua kwa leo sasa. Unaenda wapi sasa? Si bado tujaongea? Au au ndo tumemaliza? Nenda uende na Juma. Si unanielewa? Mimi kama hapa naondoka mimi. Unanichanganya sasa, basi naomba tuongeeni basi. Juma, wewe una Juma, mimi nimekuachia mke wangu. Akuwe yeye uje kuniona mimi.

Umempadi yule? Kikubwa unajua nini bro? Sogea mama. Sogea. Sogea. Akupige nani bwana? Umaa nika kupiga. Atakupiga Juma. Najua nini bro? wakati mna tumia uamuzi wa kuishi pamoja, mliwashirikisha? Yes, baadhi ya watu ambao ni watu wazima, mlifanya process zote za washenga nini na ndio, unajua. Na pete ndio hiyo, na pete ndio hapa. Nimefunga naye ndio, sio? Unanielewa? Nimefunga naye ndio, na pete, sio? Hata kama anayo, okay, anayo, lakini mke wangu anachofanya sasa hii haya, unajua wakubwa wakubwa wameingilia kati. Wakubwa waliingilia kati mpaka nyee mkaanza kuishi pamoja, si ndio? O mimi pe kitu pekee hapa ambacho nataka na kuwashauri kwa haraka haraka, msilimalize tu hivi. Katika hali hii ambayo mimi nimechukulia, cha msingi hapa inabidi mama au yani familia yako familia yake uikae pamoja, mulizungumze, tuliweke chini. Hapana, mimi siwezi kazungumzia swala huyu. Sasa wewe unafikiri bro ukimwacha huyu ukiulizwa umemwachia nani unajibu? Mimi nasema nimemwachia Juma. Lakini kama ulimchukua kwao kwa kutoa taarifa na bili pia ukatoa taarifa kwao. Lakini bro, mimi kitu kimoja tu. Nimefunga ndoa. Kitu kimoja bro, ambacho nataka nikushauri kwa haraka haraka. Ndio. Fanya vyote juu chini Make sure naenda kulizungumza na familia. Hivi jambo unaliona ni ndogo sana. Trust me brother. Nitaenda kusaidia. Sawa, nisikilize basi nikwambie hivi. Angalau angekuwa amechiti na yule mwanamke na amechiti na yule mwanaume ajambulia hata magonjwa. Ambulia magonjwa. Anaunganisha belita, Juma mtoto Frenky yule deva bodaboda deva wangu mimi, au amenizalau kwa sababu ya kazi yangu kuchomelea. Sawa.

Baaombe amai, mbona kama umeheshimu mwanaume wako? Mbona umeheshimu mwanaume wako? Njoo, njoo muombe hata samani. Mimi ndomana nimchukua mtoto wangu mimi sadiki, nikampeleka Morogoro kwa bibi yake, kwa sababu ushenzi wake. Kwa hiyo navyo unavyohisi kisa cha yeye kufanya hayo mambo ya kipuuzi ni e, oh, kwa sababu ulikataa tu. Ni hicho kitu nilichokataa na yeye. Ila lakini kwenye tendo mnaridhishana. Okay, mimi nampenda sana mke wangu. Kwanza unamwonaje mke wangu? Naumia sana japo nikimwacha mke wangu. Njoo basi tuongee. Akupige. Mimi simhitaji tena, mimi nishafunga naye hesabu kama mimi paiski nili... kama mimi hapa nili kama nisikize. Kama mimi nilikutoa kwenu Mbeya nikakuleta hapa hapa mjini na ukalizia maisha yangu mimi tukafunga ndoa na kuzaa mtoto sasa, hizi umeniona mimi, mimi sio mwanaume, ona mwana Juma ni mwanaume sisi? Ain sahizi ushaasilika mtafute mwasilika mwezio muendelee kuishi na mwanaume wako Juma. Hapana, hapana hapana, ni kabisa ujinga anauona ni uchekelee. Unaweza kuchekelea ujinga huo bro? hapana. Sasa mi namwachia yeye na Juma wake akaendea kufanya maisha yao. Mi basi nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilivyoshtuka, maisha yameendelea. Kwa hiyo sasa baki we, tulia, ubaki hapo, ushasoma mwana kulitafuta mwana kulipata, wasijale Mungu wafule munu kwao ndio hicho kitaka wanokufuata na bakiwa tu kwao umejitolea kufa basi. Mwache afanye maisha yake. Mimi nafikiri bro niende zangu, niendelee kwa kazi zangu nini huku. Na jambo la ziada mimi nataka niwaache, kama kuna la ziada basi basi tu ofisi laziada basi nitakuja. Nakuachia mwanamke huyu anarudi alipotoka, mimi naenda nyumbani.

unachanganya Juma unachukua Juma una aa, akwa wale wote pale wawili wameasilika, hadi yule mimempa. Subiri kwanza, ni kweli ulimpa yule yule dogo? umempa kweli? Okay, okay, mwanamke, watu wengie tumejichanganya. Mi nakwambia vitu wengie, si tumejichanganya, si unanielewa hapa, nimejichanganya sana da. Basi okay okay, ndio tuzungumze kitu ninachokwambia <coughs>

Basi naomba naomba naomba nizungumze kitu na baba. Nimeshamaliza. Mimi na wewe tunaachana hapa. Mimi na wewe tunaachana hapa. Mimi sasa kila mazungumzo kwa mwanamke yule au kwa mtu wako. Mimi nataka nikaende zangu kuna shughuli za kusoma. Nasikia bro. sawa. Lakini leo tunaacha. Na kuachia na na na. Wewe rudi huko. Unamuelewa? Mimi ni simu. Sema, brother, unajua nini? Pakula una hapa? Tukaenda mbele yule nyumba. Kweli? Ah, mzingua klakulalak okay, brother. Yeah. Chhapa kimoja ambacho mi nataka nikuambie cha kufanya eh? Uh, ni leo hizi asira wezikate ila make sure unaenda naye nyumbani, mnaenda kuzungumza kwa wazazi. Kwa sababu sasa, braza, subiri, unajua nini? Hata ukikausha leo, kesho kutwa lazima utaitwa, sure na familia, yani lazima uitwe. Sasa ukiitwa, rafiki nakuaa, lakini s braza, cha mwisho mwisho apo cha kukushauri ni kwamba make sure unakutana na wazazi kwa sababu huyo leo, ikitokea hata amedondoka kwa mgongo wa gari, amekufa, wewe ndio mtu wa kwanza kuji, kujibu. Unajua nini, hiyo nyakati yako hiyo, serikali haitoelewa endapo huyo maisha yake yakikatika sasa hivi, atakupeleka

mimi mimi, hata si sijui hapa nenda ni kufanya nini jamani, kuna mtu mwingine katembea na shemeji yake hapa. Kuna eh, mtu mwingine katembea na shemeji yake kuna mtu mwingine hapa, kuna mtu mwingine uletembea naye, ukimpiga hapa ndio tajialirisa tamani sana mtafute, kama kama si jambo hilo. Okay, okay, mimi mimi mwenyewe wewe mumeo. nisubirie sasa. mahusiano wedu mazuri, umesikia? Mume wako Juma. Mimi, <laughs> <laughs> sio mumeo, mume wako Juma, mi sitaji chochote mimi sio mumeo, hadi pikipiki nakutumia naye, amekuwa ni mwana mwana ni mwanaume wako sasa hivi nakutumia, Kweli? bodaboda kama wengine atakufanya nini? Unatumia fujo tu, unaona kama hivi, kuna mtu mwingine hapo. Ushabu ni kwangu bae, kuendelea kufanya yangu kazi mimi. Siwezi kufanya mambo kama hayo bro, nafikiri, si unanielewa? Ni mwanamke wangu, tumefunga ndoa kanisani, si unanielewa? Baada ya kuja kushtukia anafanya ujinga, mimi nikamchukua mtoto wangu mimi ambaye tumezaa naye sabiki, si ndivyo? Si unanielewa, nikamchukua mwanangu mimi nikampeleka Morogoro kwa sababu ya ujinga wake, nimempeleka kwa mama yangu mimi ambaye ndo bibi yake huyu, nimemwacha mimi sihitaji chochote, nafikiri kwa kwamba nishamaliza. Bro, si unanielewa? Ni mwenye kusema kweli brother. Mimi ni mshauri mzuri lakini kusema kweli, hili ni kubwa na siwezi kuwashauri kwa upana, ila ushauri pekee ambao mimi na hapa yes. Familia inabidi ziwepo zote mbili. Zote mbili ilo jambo liwekeni mezani kwamba tulijadili. Susan, nisikilize brother. Familia yako itaamua hivi, familia yake itaamua hivi, familia yako itakutetea kwa kwenye haki kitu. Yes, kama yes, hicho yes, ni yes, siwezi hapana yes. Mimi nishakataa bro, si unanielewa? Nishakataa. Sasa itaishi na mtu mgonjwa? ah Muna, yani laki. ah bu, hizo siku kadhaa tu mpange, kama ni kesho au kesho kutwa nyumbani ni mbea. Umesema hauna nauli, mimi nikuchangie basi. Hapana.

kama kwenda kufanya mtu kunifanyia unanzalisha mbele ya watu mimi, bro, nafikiri si unaelewa, mimi siwezi na kufaa ujinga kama huo. Yani unachokwambia mimi simhitaji tena, mimi mimi nafikiri nimeishamaliza. Okay sana sana, wewe unachokwambia mimi, sihitaji msamaha, naomba kila mtu acheze pati zake bro, mimi simhitaji tena mwanamke

wanafanya kazi sehemu moja mm -hmm. Waenda kumvulia nguo. Mbona yeye mwenyewe ananichukia jamani? Si bahati mbaya imetokea tu ndio hivyo imeonekana ni ajali. Hasa mambo ya siri kama hayo eti unamwambia kabisa. mm -hmm. Unamwambia Juma kabisa kwa eti wewe si mwanamume wako nini na nini. Eh, au kinyume na maumbile sasa namna gani? Kitu ambacho napenda, ambacho napenda kufanyiwa. Hata kama unapenda kufanyiwa kuona unavyoona kabisa huwezi kupona katika hiyo hali. Ay basi, sasa sokoana anacheka, sicheki. Hiyo ndio hivyo, hadi nashangaa. Basi ndio matatizo yaliyotokea. Ndio kikubwa ambacho mimi nataka nikushauri cha mwisho. Make sure unawasiliana na wazazi wako Wasiliana na wazazi wake. Ah, Mabibo tunaelekea huko tutakwacha <coughs> pale Ubungo tutakuongezea nini, kamwage sasa, au unaondoka hivi? Inabidi simwage. <coughs>